Habari wapenzi wasikizaji na watazamaji wa chanel yetu. Leo tuna kujifunza mambo muhimu ya kuzingatia katika biashara ya viatu vya wanawake ili kufanikisha biashara yako. Jambo la kwanza la kuzingatia ni lenga soko sahihi. Fahamu wateja wako: umri, kipato na mtindo wa viatu wanaopendelewa. Elewa kama e, unalenga ofisini, mitindo ya mitaani casual, au sherehe. Kitu cha pili Ubora wa bidhaa. Hakikisha viatu ni imara, vinapendeza na vya kisasa. Wateja wa kike wanapenda muonekano na starehe uh, kwa wakati mmoja. Kitu cha tatu cha kuzingatia ni mtindo au fashion. Fuata mtindo wa kisasa trends. Panua chaguo: heels, flats, sandals, boots, sneakers na kadhalika, kuwa na viatu vya aina mbalimbali. Nne, bei yenye ushindani. Toa bei zinazolingana na ubora. Toa punguzo au promotion ili kuvutia wateja. Kitu cha kwanza kuzingatia ni upatikanaji wa saizi tofauti. Hakikisha una saizi nyingi ili kumudu mahitaji ya wateja tofauti. Jambo la sita kuzingatia ni mahali na njia ya kuuza. Weka duka eneo lenye watu wengi au tumia mitandao kama WhatsApp, Instagram au TikTok ili kuweza kupata wateja wengi. Fikiria pia kuuza jumla ili uweze kupata faida zaidi. Jambo la saba ya kuzingatia ni huduma kwa wateja. Toa huduma rafiki na ya haraka. Weka sera nzuri ya kubadilisha viatu ikiwa havikufaa. Jambo la nane la kuzingatia ni ubunifu wa mawasiliano. Tumia picha bora mitandaoni, yani unapo posti e, mtandaoni basi hakisha picha yako imepigwa vizuri. Unaweza ukanunua taa kama ring lights na kamera nzuri, au simu yenye kamera nzuri, ili iweze kupiga bidhaa zako kabla ya kuziposti mtandaoni. Usipige tu picha ambayo sio nzuri au haivutii inaweza ikasababisha isivutie wateja. Hakikisha unaandika maelezo ya kuvutia kwa kila aina ya kiatu. Tisa ni stock management, usihifadhi viatu vingi visivyohitajika, zingatia vinavyouzika zaidi. Jambo la kumi la kuzingatia ni maoni ya wateja, sikiliza mrejesho uh, au feedback, kutoka kwa wateja ili kuboresha bidhaa na huduma. Naona, kwa hivyo hayo ni mambo kumi ya kuzingatia ili e, uweze e, kufanikiwa katika biashara ya viatu vya wanawake na uweze e, kutajirika na kuwa mtu ambaye unafanya biashara kisasa na kisomi zaidi. Asante sana. E, ninaamini na wewe una point moja ya kuongezea, basi kama hivyo ipo, ipo, basi ninakuomba uiongeze hapo chini. Asante kwa kutufuatilia, lakini naomba oh, E, usupport channel yetu kwa kununua e, bidhaa bora kabisa zingine, e, na, na, nazo si bali, ni simu na vifaa vya simu kutoka Festus i Store kwa bei ya jumla na rejareja. Kuna simu aina zote, kuna simu za iPhone, kuna Oppo, kuna Tecno, kuna Infinix, kuna Google Pixel na kadhalika, yaani simu aina zote, bei ya jumla na rejareja. Lakini vioo vya simu vyoo vya simu vinapatikana kwa bei ya jumla na rejareja reja. Vyoo vya simu kubwa na simu ndogo. Naona charging flex, charging system za simu pia zinapatikana zinapatikana, mic za simu zinapatikana, speaker za simu, yani accessories zote za simu, ukitaka chaja ukitaka memory card na kadhalika zinapatikana kutoka kwa hawa wanaitwa Festus iStore ili uweze kuwapata kuwasiliana nao kwa namba sifuri sita tisa tisa mia mbili na nne mia saba themanini na tano. Narudia sifuri sita tisa tisa mia mbili na nne mia saba themanini na tano. Wanapatikana Dar es Salaam na wanatuma bure kwenda mikoani, mikoa yote Tanzania, pamoja na nchi za Irani, na unaweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Instagram at Festus I Store na wewe ambaye unataka kununua jumla basi utapatiwa bei nzuri kabisa. Na wewe ambaye unataka kununua rejareja utapatiwa bei nzuri kabisa. Hakikisha kwamba na wewe ambaye unataka kufungua duka lako la simu au, au duka la accessories za simu, iwe vio vya simu, iwe chaja iwe, e iwe screen protector na kadhalika, wasiliana na hawa Festus i Store, nao watakuuzia kwa bei nzuri kabisa, na ukitaka mkeka wewe watumie tu message, mwambie nahitaji mkeka. Lakini e, inabidi udefine kitu gani unahitaji. Kwa mfano, una, unataka mkeka wa chaja, unasema nataka mkeka wa chaja, mkeka wa vioo vidogo vya simu, mkeka wa vioo vya Infinix, nataka iPhone X, nataka hivi na hivi, nataka vioo vya simu hizi hapa. Unamtajia basi anakupa mkeka, na vile vile utaweza kuhudumiwa vizuri kabisa. Na sana sana, basi usiache kusubscribe kulike na kucomment kwenye uh, hii YouTube channel yetu, ili tuweze kukua na kuweza kuwasaidia watu wengi na wengi waweze kufaidika kama wewe ambao umefaidika. Asante sana, hadi wakati mwingine nikisema bye.